Ninakusalimu mpenzi mtazamaji, na karibu sana katika siku nyingine ambayo ni kwa neema yake Mungu tunakutana hapa katika kipindi hiki kizuri cha Kivulini, kipindi ambacho kinaendelea kutupa taarifa mbalimbali za idara zilizopo katika ofisi za kanisa la Waadventista wa Sabato, union ya kusini mwa Tanzania. Na mimi nayekuandalia kipindi hiki ninaitwa Spora Mseli Molon Talima, nikikualika uwe pamoja nami kuanzia mwanzo hadi mwisho. Na juma hili tunaye mkurugenzi wa idara ya huduma ya vijana pamoja na muziki na chaplaincy. Tutasikia mengi kutoka kwake na hivyo basi nikualike uwe pamoja nami kuanzia mwanzo hadi mwisho. Mchungaji karibu. Asante sana. Habari za majukumu? Nzuri. Hongera, hii inatuashiria kabisa kwamba uko vizuri katika idara zako, maana umekuja ndani ya uniform. Ya, tunamshukuru Mungu. Naam. Asante sana. Naam, mtazamaji, leo tuko naye Mchungaji Emanuel Andrew, tutazungumza mambo mengi na hivyo basi, kabla ya kuanza, ni kualike ujumuike nasi katika ombi la ufunguzi na kwa namna pekee pasta, karibu tulete ombi, tuombe. hmm. Baba yetu mwema na Mungu wetu Muumbaji, tunakushukuru kwa neema yako, wakati huu tena umetupatia nafasi kuweza kuwa na mazungumzo kuhusiana na kazi yako katika kanisa lako na hivyo Mungu wetu tunakualika uwe pamoja nasi katika kipindi hiki ukatuongoze, na hata msikilizaji na mtazamaji ambaye anatazama kipindi hiki na kusikiliza yale yanayozungumzwa hapa, basi akapate kuwa na uelewa juu ya namna ambavyo natenda kazi kupitia idara ya vijana na muziki na hatimaye Kristo. Sote kwa pamoja tukaendelee kukutumikia katika jina la Yesu, nakushukuru. Amen, amin, amen. Naam, Pasta, karibu sana. Tunatamani sasa tufahamu eh, idara hizi ambazo unazihudumia. Ya, ninahudumia mm -hmm. idara tatu mm -hmm. Idara mojawapo ni idara ya huduma za vijana, idara ya chaplensia na idara ya muziki eh, idara ya vijana eh, idara hizi zote tatu eh, zina jukumu moja kubwa. E, jukumu kubwa ni utume, isipokuwa kwa kuwa utume unafanywa kwa namna mbalimbali ndio mbali maana ndani ya kanisa kuna idara, lakini idara zote kimsingi ndani ya kanisa zinashughulika na jambo moja tu utume. Kwa hiyo kiutendaji zina, e, inaleta utofauti kidogo, ndio maana tuna idara mbalimbali. Kwa hiyo idara ya huduma za vijana e, ni idara ambayo inatoa malezi mafunzo lakini na kuhimiza utume eh, kwa vijana wenye umri kuanzia miaka minne hadi miaka thelathini. Na idara ya muziki ni idara ambayo pia eh, inashughulika na utume kwa njia ya nyimbo. Kwa hiyo ni idara ambayo inaelekeza vikundi vya uimbaji uimbaji wa mtu binafsi, uimbaji wa kwaya mbalimbali mbali katika kanisa, mm -hmm. kushughulika na utume kwa njia ya uimbaji, lakini pia ikitoa uh, miongozo mm -hmm. na maelekezo ya namna ya kumwimbia Bwana ikiwa mm -hmm. ni pamoja pia na mafunzo, tunajua ya kwamba, eh, ni utume kwa njia ya nyimbo mm -hmm. lakini nyimbo ni ibada mm -hmm. kwa hiyo tunawaelekeza pia namna ambavyo wanapaswa kuifanya ibada hii vyema ikileta mm -hmm. sifa na utukufu kwa Bwana mm -hmm. Lakini pia tunayo idara ya chaplensia. Idara ya chaplensia ni idara ambayo inashughulika eh, na malezi kwa vijana mm -hmm. eh, vijana. Lakini vijana hawa eh, ni wale ambao wako katika eh, vyuo vya kati na vyuo vya juu, la vyuo vya umma mm -hmm. eh, ni kwa nini vyuo vya umma? Hawa ni wanafunzi ambao mara nyingi muda wote wako chuoni, kwa hiyo wanakosa yale mafunzo ambayo yanatolewa katika idara ya huduma za vijana makanisani. Mm. E, kwa hiyo sasa wanalelewa wanapokuwa kanisani, wako mashuleni, wanalelewa ili wajitambue kwamba pia wanapokuwa shuleni mm. wao ni mawakili au mabalozi wa Yesu Kristo. Mm. Kwa hiyo wanashughulika na utume wakiwa wat masomoni, wakati huo wanaende na masomo yao na kwa nini umesema uh, vyo vya umma tu? Ina maana hivi vyo ambavyo sio vya umma hawahusiki, eh, vyo vya kanisa? mm -hmm. Uki, ukiacha vyo vya umma, maanake ni vyo vya kikanisa ambavyo mm -hmm. ni vya vya kanisa la Waadventista wa Sabato, mfano mm -hmm. chuo kikuu cha Arusha no. mm -hmm. eh, kile hatushughuliki nacho kwa maana ya malezi ya chaplensia kwa sababu chenyewe ni cha kanisa mm -hmm. na pale kuna kanisa mm -hmm na pale wahadhiri ni Waadventista wa Sabato, kwa hiyo tunaamini kwamba eh, wanapata yale ambayo wanapaswa kulishwa eh, kama vile ambavyo wangelishwa wakiwa kanisani kwa, kwao, kwa namna moja nyingine, uh, wale wa, hawahusishwi kwenye vitu vingi sana vya mambo ya chaplains. Yeah, mambo mm -hmm. ya chaplains ya wahusiki sana maana upande kanisa uh, wa kanisani tuna mtu ambaye anaitwa mratibu wa chaplains. Yeye ndiye anayeunganisha sasa vijana mm -hmm. walioko vioni mm -hmm. pamoja na kanisa pale wanapohitaji, maana hawajajitenga na kanisa, kwa hiyo mm -hmm. wanapofanya mambo yao kuna wakati fulani wanalishirikisha kanisa, wanaendaje kwa kanisa mm -hmm. wanapitia kwa mratibu wa chaplains na mratibu wa tunaita ni public campus ministry. Okay, ehe eh. Na na, na nyongeza zaidi ni kwamba mm, eh, idara hii ya chaplaincy haishughuliki tu na wanafunzi mm -hmm, lakini inashughulika na staff wale watumishi kwa maana ya watumishi mm -hmm. ambao ni Waadventista wa Sabato mm -hmm, ila wanafundisha katika vyuo vya umma kwa hata mm -hmm. wanafunzi hao pia ni wale ambao ni Waadventista wa Sabato mm -hmm, ndio haizui mm -hmm. eh wale ambao sio Waadventista wa Sabato kujumuika, ndio mm. yeah. <laughs> Nakushukuru sana uh, Pasta, kwa maelezo hayo ya awali ambayo tukianza kukipitia kipande kimoja kimoja mm -hmm. pengine nitakuwa na maswali mengi zaidi. Yeah, yeah. Naam, pengine sasa uh, tuanze kuangazia idara hii ya kwanza ambayo kama ndio idara mama katika hizo idara ambazo unazihudumia idara mm -hmm. ya huduma za vijana hii, upana wake ukoje? Idara ya huduma za vijana kihistoria ilianza mwaka elfu moja mia nane na sabini na tisa mwaka elfu yeah, moja mia nane na sabini na, so, na tisa <laughs> <laughs> ni miaka mingi, miaka mingi sana ya kwa hiyo ni, ni idara ambayo eh, ilianzishwa na vijana wawili mm-hmm. mmoja eh, akiitwa uh, Ruth Warren na Henry Fenner mm au ni vijana ambao inakadiriwa kwamba walikuwa mmoja alikuwa na miaka kumi na nne na mwingine alikuwa na miaka kumi na sita hadi kumi na saba na hawa walikuwa ni vijana waliokuwa ndani ya kanisa la Waadventista wa Sabato mm -hmm. Lakini walipokuwa wakipita na huko wanakoishi, wanaona vijana wengine ambao hawako ndani ya kanisa mm -hmm. E, wakiwa hawapati kile ambacho wao wanakipata kanisani, na hivyo wakatamani kwamba vijana wenzetu hawa ambao e, tunawaona huku mtaani E, wanakosa vitu vizuri ambavyo sisi tunavipata kanisani, huenda ingeweza kuwasaidia light kama wange, wangekuwa wanayapata wana, wana haya. Kwa hiyo wakawa na mzigo huo ndani ya mioyo yao, na walipofikiri kwamba tutafanikiwaje kuwaleta, ikabidi waanzishe vikundi vya maombi nyumbani kama wazo. Kwa hiyo wakaongea na wazazi wao, wakaanzisha vikundi vya maombi wakiwa wao wawili kwanza wakawashirikisha na, na, na familia, wakalika marafiki, wakawa wanaanza vikundi vya maombi nyumbani wakijifunza pia bibilia pamoja na, na hatimaye ikaonekana jambo hilo limeonekana kuwa zuri e, eh, na ikawa na mafanikio. Kwa hiyo watu wengi waka, wakapenda ile huduma. Sasa wa, walipoona kwamba inaendelea kukua wakaona si ya kubaki tena nyumbani, tuliambie kanisa ili basi ihamie sasa kwa kanisa. Kwa hiyo ndipo wakalieleza kanisa wakati huo na kanisa lilipo jadili likaona ni jambo jema la kiinjilisti. Kwa hiyo likaruhusu programu hizo kuendelea, yes. Kwa hiyo zikaendelea kwa maana ya maombi, lakini na kujifunza Biblia, na wakaendelea wakaendelea kwa miaka mingi, na hatimaye e, e, kanisa likaona kuna haja ya kuwa na idara kabisa inayoratibu shughuli za huduma za vijana. Kwa hiyo kihistoria, unavyoziona leo kama unavyofahamu, hazikuwa hivyo mm -hmm. Ni mabadiliko ya, ya, ya hatua baada ya hatua, ya miaka mingi Kamiyake. Lakini basi mwanzo wake mm -hmm. ulikuwa ni hivyo na baadaye kanisa lilipo ipokea ikaanza kanisani na hata baadaye ndio ikaenda ikavotiwa na kanisa la mashauri kuu, mm -hmm. kanisa la kiulimwengu pale Marekani ikavotiwa sasa mwaka 1879 mm -hmm. rasmi kuwa idara inayohudumia vijana. Ya idara ya huduma za vijana imegawanyika katika makundi makubwa eh, matano kwa hadi sasa eh, kundi la kwanza tunaliita wavumbuzi adventurers, eh, hawa ni wale ambao umri wao eh, ni umri ambao una shughuli nyingi na kutaka kuvumbua mambo mengi ndio, mm -hmm. maana wanaitwa wavumbuzi hata pale nyumbani watoto wa umri huo mm -hmm. Ndio wavumbuzi mami. Kwa hiyo wao wana miaka eh, ni, ni, ni, ni chama ambacho kinaanzia miaka minne mpaka miaka tisa lakini baada ya hapo anapokuwa melelewa hapo mm -hmm. anapomaliza miaka tisa haachiwi uh -uh. Mm -hmm. Anajiunga na chama kingine kinachofuata mm -hmm. hicho ni chama cha watafuta njia. mm -hmm. Kwa hiyo eh, kundi la pili hilo. Eh, ni hilo ni kundi la pili mm -hmm na hawa ni watafuta njia. Unaweza ukajiuliza watafuta njia wakwenda wa, wa wapi? hawa ni watafuta njia kwa maana ya, ya kutafuta njia ya ufalme e, kwa njia ya neno la Mungu, anajifunza kutafuta njia, na hili ni kundi ambalo ni la vijana wanaoanzia miaka kumi mpaka miaka kumi na tano kumi mpaka kumi na tano e, mm. utagundua mara nyingi hawa sasa sio wavumbuzi tena mm. hawa ni wadadisi. Wadadisi, na. E, hawa ni mm. wadadisi ambao wanataka kujua mambo mengi mm. na na nini na hivi na pale, lakini pia ndio umri ambao sasa wanaanza kukua mm. e, wanaanza zile hatua za awali za utu uzima e, kwa hiyo changamoto ni nyingi. Hata wazazi hata wazazi walio na watoto wa namna hii mm. wanajua shughuli yake, kwa hiyo yeah. wanapata malezi nah. na wanapokuwa wanahitimu wanakamilisha kundi hilo wanapokuwa wamefikia miaka kumi na tano wanapoingia miaka kumi na sita mm hawaachwi. -hmm. tena kanisa lina mwendelezo mm -hmm. kuna kundi jingine linawapokea mm -hmm. hili kundi jingine la tatu sasa ni chama kinachoitwa chama cha mabalozi mm -hmm. kwa hiyo mwanzo anaitwa mvumbuzi, akishavumbua akimaliza mm -hmm. anapoingia kwenye hatua ya udadisi mm -hmm. anakutana kwa... tena na na namna na nyingine ya kumlea e, akimaliza udadishi mm -hmm. Sasa anaambiwa wewe mm -hmm. Ni barozi wa Yesu Kristo, umeshavumbua, umeshafahamu vitu sasa, yeah, e, sasa anaingia barozi hapa mm -hmm. Ni miaka kumi na sita mpaka mm -hmm. miaka ishirini na moja okay. Utagundua hapa kwa mujibu wa sheria ya jamhuri ya muungano wa Tanzania mm -hmm. Ana, hawa miaka kumi na sita kumi na saba mm -hmm. Ni kama ni kama watoto hivi mm -hmm japo kiume ki, ki, ki, mwili unaona ni watu ni wakubwa mm. Lakini tayari utagundua pia ni kundi linalolea watu wazima kuanzia miaka 18 mpaka 21, ndiyo e. Kwa hiyo mm -hmm. ni kundi ambalo linabeba wale watu wanaohesabika watu wazima kisheria mm -hmm. lakini pia na wale ambao wanakaribia mm -hmm. utu uzima au wana wanaelekea, naam. Hilo ni kundi la tatu mm -hmm. kundi la nne anapomaliza miaka 21 mm -hmm. haachwi Anakutana na kundi lingine linalompokea mm. Hili sasa linaitwa ni kundi la vijana wakubwa mm hawa -hmm. ni kuanzia miaka ishirini na mbili mm mpaka -hmm. miaka thelathini ishirini na mbili mpaka thelathini eh. Hawa wengine sasa ni waume na wake za watu, ndio na ni wengi, na ni wengi, yaani kundi ambalo ni wengi, kwa hiyo wow. Hapo wanapata malezi. Kwa hiyo utagundua mm -hmm. kwamba anapokuwa eh, mvumbuzi mm -hmm. A, a, a, a, a, masomo mengi anayojifunza pia ni yale ambayo yanamwelekeza ya namu, ya kuwa na upendo kwa, kwa Mungu, okay. E, upendo yeye, yeye mwenyewe ajitambue, mm -hmm. lakini pia anavyohusiana na ulimwengu anavyohusiana na jamii mm -hmm. akiingia upande wa lile kundi la pili la watafuta njia e, yako mambo mengi ambayo yanajifunza pia kiroho zaidi mm -hmm. kwa sababu hawa ni wale, ni, ni, ni umri ambao sasa wanaanza kuwa na hisia katika masuala ya ibada mm -hmm. e, na ndio umri mzuri wa kupokea mm -hmm. neno la Mungu mm -hmm. E, wanapotoka hapo wanaingia kuwa mabalozi mm -hmm. E, kwenye mabalozi hapa ndiko wakati mwingi sana vijana wengi wanali wengine wanaiacha imani mm -hmm. E, lakini basi wanalelewa mm -hmm. na akitoka hapo anaingia kuwa kijana mkubwa. Huyu sasa anaelekezwa namna mm -hmm. ambavyo anaweza sasa akaendelea kuwa mwalimu na, na hapa ndipo tunapoandaa mm -hmm. walimu wa hawa E, vijana vijana wadogo. Wadogo. Kundi la mwisho mm -hmm. ambalo limeletwa sasa mm -hmm. e, kwa miaka hivi karibuni kwenye idara ya huduma za vijana kama attached mm -hmm. yani, iliyounganishwa mm -hmm. ni, ni, ni kundi tunaloliita Public Campus Ministry. Okay. Public Campus Ministry ni wale wanafunzi sasa mm -hmm. vijana pamoja na watumishi mm -hmm. walio katika vyuo mm -hmm. e, vya umma ile ni Waadventista wa Sabato. Okay. Sasa kwa kuwa pia wengi kule sasa unakuta kule ni vijana mm. nafikiri kundi kubwa walioko kule ni kuanzia mabarozi ule umri wa watu wazima mm. miaka ishirini na moja ndio unawakuta kwenye vyuo vya kati, vyuo mm. vikuu mm. na wengine ni watu wazima kwenye kundi lile la nne la vijana wakubwa mm. Lakini na wengine sasa waliozidi umri huo mm. lakini wanapenda mambo ya vijana mm. hao tunawaita wana, wanachama wana, waheshimiwa. wanaingia hapo, eh, wanaingia humo anawanaingia mm, mm. kwa hiyo eh, kundi la nne hili E, la tano hili ambayo mm -hmm. Sasa ni kama attached, mm -hmm. ni Public Campus Ministry kwa maana ya idara ya huduma ya campus za umma mm -hmm. E, kwa hiyo hili sasa lina namna yake mm -hmm. tofauti na huku mm -hmm. E, wanashughulika sana na utume, okay. Wao mm -hmm. wanapokuwa kule lakini pia wanapata mafunzo kama yale ambayo yana wanapata hawa wengine wakiwa makanisani mm -hmm. Hapo nyuma walikuwa wanalazimika kuyapatia kwenye kanisa mahali yao mm -hmm. Hasa nyakati za likizo lakini mm -hmm. Pia weekend. Mm -hmm. Ila kwa sasa e, tumetengeneza namna ambayo ni bora zaidi mm -hmm. E, hata kule wanapokuwa kule wana katiba yao mm -hmm. E, wana vyama vyao mm -hmm. Tukasa mm -hmm. Lakini pia wana namna ambavyo wanatenda kazi. Okay. Kwa hata kwa mwaka huu mm. ni mara ya kwanza kuongeza vipengele viwili vya nafasi ya utumishi. Okay. E, tumekuwa nazo nafasi saba lakini sasa tumekuwa nazo tisa mm. E, tumeongeza nafasi mojawapo ya Youth Ministry Training Coordinator. Okay. Kwa hiyo katika vyama vya tukasa kuanzia matawini na majimbo mm. na tukasa union. E, tuna Youth Ministry Coordinator. Kwa hiyo yanashughulika na mafunzo ya vijana mm. lakini akiwa kule chuoni mm -hmm. na tumeongeza mwingine ambaye ni music coordinator. Mm -hmm. E, ni vijana wanaopenda sana wote wanakuwa wako humum kwenye e, humu, ile kundi lile kundi kubwa la la mwisho, mwisho. Mm -hmm. E, kwa hiyo kwa sasa tumewasogezea huduma mm -hmm zaidi mm -hmm. kwa hiyo tumewapa na ratiba na kipaumbele mm -hmm. E, wana mikutano yao ya mwaka unaitwa summit. E, ile mia, ile, ule mkutano, sikia, sikia. E, ule mm -hmm. mkutano sasa mm -hmm. utakuwa unafanya mambo makubwa mawili mm -hmm. matatu mm -hmm. moja ni kwa ajili ya mkutano wao mkuu kama wanachama mm -hmm. kujadili mambo na kupitisha mipango mm -hmm. lakini mbili utakuwa ni mkutano ambao utakuwa unafanya ubatizo mkubwa mm -hmm. kwa kazi watakayokuwa naifanya sasa ya uinjilisti wow. lakini tatu tutakuwa ndio mkutano tutakaokuwa tunautumia mm. Kwa ajili ya kufanya uvishaji wa tuzo mbalimbali wanazojifunza katika kundi hilo, katika kundi hilo maana mm -hmm. wakati mwingi ratiba yao na ratiba ya makanisa mm -hmm. inakuwa tofauti mm -hmm. kwenye makonferensi kipindi kile wanachofanya makambi mm -hmm. wao wako masomoni mm -hmm. Nashukuru sana mchungaji, umeeleza kwa kweli kwa upana. Ninaamini pia mtazamaji, na wewe umekutana na vitu ambavyo pengine ni vipya. Tulikuwa tunajua haya makundi tu, tusema vijana ni vijana <laughs> na kuna wakati hapo nyuma tulikuwa tunaambiwa kuna vijana wa heshima, naona sasa hivi ndo hao wameingizwa katika ile kundi la mwisho. Tunatamani sasa kufahamu uh, kupitia makundi haya ya idara ya vijana, mnawezaje hmm, kuhusisha huduma hizi za vijana hata shughuli za utume, lakini pia kwa kuhusianisha na idara zingine za kanisa. Yeah, kama nilivyosema hapo awali, ndani ya kanisa kanisa linashughulika na utume mm, na iko idara ambayo tunaita ni idara mama kanisani inayoshughulika na masuala ya utume, idara ya huduma binafsi nah, uh -huh, ndio idara inayoratibu shughuli zote za uinjilisti kanisani mm -hmm, na idara nyingine zote zinafanya uinjilisti lakini katika namna mbalimbali na kusudi la idara ya vijana hii idara ina kusudi lake. Mm. kusudi la idara ya vijana ni habari njema ya ufalme ihubirie ulimwenguni kote mm. katika kizazi changu no. hiyo ndio kusudi. mm -hmm. ambapo pia tuna lengo lengo mm. la idara ya huduma za vijana ni kuokoa kutoka dhambini mm -hmm. na kuongoza katika utumishi. mm. kwa hiyo utagundua ya kwamba e, kusudi kubwa ni uinjilisti no. Sasa ndani ya vijana na idara ya huduma za vijana tuna nguzo saba. mm -hmm. Nguzo mojawapo ni nguzo namba tano, ndio nataka nieleze tu hapa mm -hmm. Inayohusiana na ushuhudiaji. Kwenye hii nguzo namba tano ya ushuhudiaji, ina miradi mikubwa mitatu ya kiutume mm -hmm. ina mm -hmm. mradi wa karibu huu, ni mradi wa kiutume uh -huh. Eh, ni muda eh, eh, tu hautoshi kujua kwa nini kwa nini uitwe mradi wa kale. Mimi kwanza nilitamani kama pia ungetuambia hizo nguzo tu hata kwa kuzitaja, halafu ukapambania uka, uka, uka, hapo. <laughs> Eh, tunazo nguzo saba eh, huh. Eh, nguzo ya kwanza ni muundo mm -hmm. Kwa maana tunafahamu idara ilivyoundwa kama ambavyo mm -hmm. nilikuwa nikieleza hapo sasa mwanzo, lakini tuna nguzo ya pili ni uwajibikaji mm -hmm. Kwa maana kijana lazima awajibike naam. Lakini tuna nguzo nyingine ambazo ni nguzo ya ushirika, namna mm -hmm. ambavyo tunashirikiana mm -hmm. na kujumuika pamoja, hapo nazungumzia habari ya mikutano mbalimbali mm -hmm. makongamano mm -hmm. yako hapo lakini tuna nguzo ya ushuhudiaji uh -huh. ambayo pia ni nguzo ya msingi sana. Ndiyo. na nguzo ya muhimu kabisa uh -huh. E, lakini pia tuna nguzo ya wanafunzi uh -huh. Hapa tunaangalia namna ambavyo vijana wanakuwa na vikundi vidogo vidogo vijana, uh -huh. vya kusoma neno la Mungu uh -huh. eh, vya kusoma kujifunza Biblia hiyo uh -huh. ni nguzo ya wanafunzi uh -huh. kwa hiyo ni nguzo ambazo zinawafanya hawa vijana uh -huh. kuwa na na na, na, na, na, na uwanja mkubwa lakini pia tuna nguzo nyingine inaitwa nguzo ya mafunzo na uongozi. Mm. E, vijana mm. hawa kumbuka mm. ya kwamba viongozi wanaandaliwa. E, kwa hiyo wanajifunza masuala ya kiuongozi mm. hasa ili kwenye kundi la tatu hili ili, mm. e, ili kundi la mabalozi mm. kwenda na kundi la vijana wakubwa e, hawa ndio tuna wa, wa, mada zao nyingi pia zinahusu uongozi mm. E, kwa hiyo tuna nguzo hiyo ambayo inatoa mafunzo ya kiuongozi tunatazamia kwamba anapotoka hapo ndio mm -hmm. wanaokuja kuwa viongozi wa kanisa wa leo wa, wa mm -hmm. na kesho. Hata makanisani kwa sasa utaenda utakuta kuna vijana ambao wana umri mm -hmm. wa ujana lakini ni wazee wa kanisa Dio. ni mashemasi ni wakuu wa huduma mm -hmm. Eh, eh, tulikuwa tunazungumza swala la uinjilisti mm -hmm. kataja kidogo tu mradi mm -hmm. wa karibu huu ni mradi mmojawapo, mradi mm -hmm. wa karibu ni mradi ambao unawagusa sana wa, wale ambao ni wanafunzi mm -hmm. walioko vyuoni lakini pia hata wale ambao wako shule za msingi mm -hmm. e, wanapokuwa hawako masomoni wanaporudi mm -hmm. nyumbani mm -hmm. e, ni mradi wao mm -hmm. wa kufanya utume. Kwa hiyo wanaweza wakaenda kupeleka huduma kwa jamii mm -hmm. na yule anayeshughulika na, na, na, na mradi huu mm -hmm. ndiye anaitwa Kalebu. Aha, yule anayeshughulika anayeshughulika kwenye mradi huu yeah. anaitwa Kalebu na wanapokwenda kufanya huduma za kwa jamii mm, ili ionekane ni mradi wa Karibu pia mm, wanakuwa ma na matisheti yaliyo na nembo ya Karibu, inaandika Karibu Mission. Nenda jaribu kutamani, kama unge unaweza kutuambia kidogo kwamba kwa nini Karibu? Karibu, eh tume mradi huu umepewa jina la Karibu kwa sababu Karibu mm, ni mmoja ya watu ambao wametajwa katika Biblia. Mhm. Mm eh, wakati Musa anatuma watu 12 kwenda kuipeleza nchi ya Kanaani. Mhm. Mm Walikuwemo vijana wawili, Karibu pamoja na Yoshua e, walipoleta taarifa, taarifa haikuwa ya matumaini sana uhum, kwa wale watu, kwa kwa wanafunzi kumi miongoni mwao ilikuwa ni ya kukatisha tamaa, lakini Caleb na Yoshua walikuwa na moyo mkuu wa kuatia moyo, na Caleb alitamka ya kwamba pamoja na kwamba ile nchi ni kubwa, ni kweli ina majitu makubwa ni kweli, mm. inaonekana kwamba ina majitu majasiri ni kweli, mm -hmm. lakini bado Mungu wetu ni jasiri kuliko wao. Naam. kwa hiyo karibu maana yake ni mtu jasiri, mm. mtu hodari, mm. asiyekata tamaa, asiyerudi nyuma, mwenye kuatia wengine moyo. kwa hiyo <laughs> tunatarajia kwamba kijana anapohusika na mradi huu, mm. anajaribu kuvaa uhusika wa karibu, si wa kukata tamaa. kuna wakati unapoenda kwenye uinjilisti, kuna mambo mengi, mm. e, wengine wanakata tamaa, wanaacha. mm lakini katika mradi kupitia mradi wa karibu mm. sio rahisi yeah. Mradi mwingine ni mradi wa sauti ya vijana, tunaita voice of youth mm -hmm. Huu ni mradi ambao sasa unawaelekeza vijana mm -hmm. kutumia karama yao na uwezo ambao Bwana wamepatia kuhubiri injili kwa muktadha wa ujumbe wa malaika watatu mm -hmm. hapa sasa mm -hmm. hawaendi tena kufanya huduma kwa jamii mm -hmm. hapa wana, vijana wanakwenda kusimama kwenye majukwaa kabisa, kabisa kuwa wahubiri kwenye mikutano mm. mm -hmm. Tumekuwa tukishirikiana na Pasta Mwanga, mkurugenzi wa idara ya huduma binafsi katika mm. jimbo kuu la Kusini mm. eh, kutoa semina mm. kwa union yote, tukiwaelekeza vijana na kuwafundisha namna ya kuandaa mahubiri. Hapa vijana wanaendelea namna ya kuandaa mahubiri, namna mm. ya kusimama kwenye majukwaa mm. namna ya kufanya uinjilisti huo Kristo. Na na tayari mmeshakuwa na mikutano kadhaa huko nyuma ambayo vijana wameshashiriki kupitia hizo. Ndiyo. Mpango huu wa karibu na huu mwingine uliotaja, yes. eh, kufanikiwa kwake kumekuwaje? Kufanikiwa kwake kanisa moja wapo ambao wamefanya vizuri kwa mradi wa karibu. mm. Actually ni miradi mipya ambayo tumeanza kuihamasisha mwaka jana, lakini kanisa la Makongo Juu chini ya kiongozi wao Injinia Philip Bisanda mm. eh, ni moja ya makanisa ambayo wamekwisha kuanza E, miradi hii mm. Wapo wengine ambao pia wanafanya miradi hii lakini kwa na, katika namna ambayo sasa haikuwa kama haikuwa rasmi hivi mm. Mm. Lakini hawa ni miongoni mwa makanisa ambayo yameanza ku, ku kukamata kasi mm. Mm. Na tunaamini kwamba kadri vijana wengi wanavyozidi kupata uh, elimu hii mm. E, wataendelea kuifanyia kazi kwa uzuri zaidi. Naam, asante sana mchungaji. Muda wetu umekwisha, na hivyo basi kwa leo tutakomea hapa. Ni kushukuru sana kwa utangulizi huu mzuri, ambapo angalau pia tumeitazama idara hii ya vijana. Ni kiu yangu na pia naamini mtazamaji, pia ni kiu yako kuona sasa vingine vilivyopo ndani ya idara hizi, ambayo zimesheheni vijana wengi, na vijana ndio tunaambiwa wana nguvu za kufanya mambo mengi yasonge mbele mm. Kwa hivyo tunapata nafasi ya kuwa na juma lingine ambalo litatupa mwanya wa kufahamu mambo mengi zaidi. Amen. Na mpaka hapa tunafika mwisho, na hivyo basi, kabla ya kumaliza, tupate kuomba. Baba yetu mwema, asante sana kwa ajili ya wasaa huu, umekuwa pamoja nasi tulipoanza kipindi na tunapomaliza. Tunatamani kuwa na juma lingine lenye kutubariki zaidi, tunaomba ukaandae mioyo yetu, lakini ukiendelea kumbariki mtazamaji anapoendelea kutenga muda kwa ajili ya kupata ujuzi na kusikia mambo mbalimbali mbali ya namna ambavyo idara hii ya huduma za vijana inavyofanya kazi asante Bwana kwa kuwa tunaamini utakuwa pamoja nasi, kwa kuwa tumeomba kupitia jina la mwana Yesu Kristo, amen. Mchungaji ni kutakia majukumu mema, tukutane juma lijalo. Asante sana, amen. <tune>